Nataka niongee na serikali. Serikali isitufungifungie makanisa huko, mbona Katoliki awafungage jamani? natuzalilisha mbona mfungi Katoliki? tumesikia juzi Katoliki wametoa waraka mzito, wameamuru muachilie wafungwa si nini na nini. Mbona mafungi makanisa yao? kina Bangoza wanasema neno makali, mbona mfungi Mister T mambo yangu wajibu wenyewe wanajuana na masisi yao huko. Lengo funga funga makanisa si jambo zuri. Sasa so funga kanisa Jumapili watoto wakasali wapi Sunday school? Wamekosa nini? Wewe dini na mzao wako. Wakasali wapi Sunday school, wamekosa nini? Wewe dini na mzao wako, mbe nyewe endeni kusali, kimzao wako tunamhitaji. Watoto wa Sunday school wamekosa nini? Maana kanisa taasisi. watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini? Kwa nini utawanya kondoo so? Waache sema si, mzee huyu, mzee wa upako tunamhitaji. Yeye ndiye nendeni kusakili, huyu tunamhitaji. Unafukaje kanisa? Unawekaje upinde kanisa tu asali wewe, akili mwa una <laughs> akili kweli? Ukisikia wewe kama ndio mkuu wa majeshi au sio ya IGP, kanisa yako limefungwa hivyo, utasikiaje moyo. Katoliki tumefunga msingi wa Katoliki wote, vile ambao mnavumilia Katoliki wakiwatukana, sina mwavumilia. Sio, mnaonyesha udini, sina mwavumilia, mnatafuta namna ya kumshika kumshika mzee wa upako mwenyewe, si ndio? Jamani, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hekima tu unaua nyoka bila kwalibu mayai. Ukitaka mzee wa upako umpate, kwanza unaniharibia una, una, una, una, una heshima yangu. Ukitaka unitoe, kwanza nitafute masikendo, tafuta masikendo kuhusu mzee wa upako nihamishwe kwenye mioyo ya watu. Lakini leo kisa mzee wa upako atoke hapa, funga milango, amna kusali, weka upinde. Ah bwana wewe, mambo gani haya mnafanya? Mnawekaje upinde kwenye makanisa nyie? Mkimshika Gwajima tu mwenyewe mimi ningia, mzee wa upako unasema, Gwajima mwenye na makosa. Gwajima na waliofunga sana, nyinyi makosa kosa. sasa kosa la Gwajima alialishi makosa yenu, Gwajima na makosa. mimi naongea kufunga kanisa kuna funga nizi sasa, huzuri yake watu wa serikali, mimi rafiki yao <laughs> je, <Tia>, rafiki yao kweli kweli? ni <laughs> watu wa serikali rafiki yao kweli kweli. mi wanipa taarifa masaa matatu kabla wajafunga saa wa jima. ikawa ripoti kwanza. sio upako, utasikia jambo kubwa. naifanya leo jambo gani utasikia tu. asaliminde sasa mna kitu kimjaza hicho kimtokacho no niumiza, msifunge makanisa kama teni huyo huyo. waacheni watoto Jumapili waende sana siku <coughs> namna huyo huyo, wale wanaosali, huyo mtumio wenu. Waacheni watu waende kusali huyo tu fukizeni kwenye chama chenu cha CCM, fukuzeni ubunge pamoja na huyo tu akiomba tiketi kwenda Ulaya na mnafanya tu mikwala mpaka ananyoka, lakini watu waendelee, alafu uta kumweza si mnakwenda kwa kwa, kwa, kwa wachungaji wanaanza kina mzee wa upako. Mzee wa upako wewe, hebu mwambie mwenzenu aache mambo ya kijinga komo. Mzee wa upako atamta Kakobe atamta mwingia atamwambia, Gwajima njoba, acha ujinga, kama unaombe yako na sisi yako ita Presi, kule mtaani, lakini pale madhabahuni usiongea mambo hayo mle. Kuna CCM kuna watu wanampenda Samia, kuna watu wanampenda Mtikira, kama yupo hai pale. Ubiri Yesu, kuna majibu yako watu wamekuumiza. Usitumie hii madhabahu, nenda kule kwenye presi. Nini kesho ndaongea ule kule, hapa unapoheshimu